Raisi wa Marekani Donald Trump aliweza kufanya majadiliano siku ya Ijumaa na Rais wa Urusi Vladimir Putin huku akipongeza majadiliano mazuri yaliyoweza kufanyika kukiwa na matumaini ya kupatikana kwa usitishaji mapigano kati ya Urusi na Ukraine. Majadiliano haya yamekuja baada ya jana yake ambayo ilikuwa ni tarehe kumi na tatu. Rais wa Urusi Vladimir Putin aliweza kufanya mahojiano na waandishi wa habari huko mjini Moscow, ambapo alisema kuna mambo kadhaa ambayo anahitaji kuongea na rais wa Marekani na washirika wake. Sasa siku ya Ijumaa rais Vladimir Putin aliweza kufanikiwa kufanya maongezi ama majadiliano ambayo yameleta hatima nzuri na kupelekea rais huyu wa Marekani Donald Trump kupongeza majadiliano hayo hayo. Tusikilize Donald Trumpu rais wa Marekani anasema nini kupitia majadiliano hayo. Anasema hivi, anapongeza majadiliano mazuri yaliyofanywa na rais Vladimir Putin, kukiwa na matumaini ya kupatikana kwa usitishaji mapigano kati ya Urusi na Ukraini. Washington pia imekuwa ikitamka Putin kuzingatia usitishaji wa vita ndani ya siku 30 ambao tiyari raisi wa Ukreini Volodimir Zelenski alikuwa tiyari yeye amekubali. Trumpu vilevile alisema mwanzoni mwa wiki hii makubaliano ya kusitisha mapigano yalikuwa ya Urusi sasa, na akatoa onyo kwamba anaweza kufanya mambo mbaya sana kifedha kwa nchi hiyo ya Urusi ikiwa itashindwa kufikia makubaliano siku ya Ijumaa, sasa ambayo ni siku ya jana tarehe kumi na nne, rais Trump huyu ameweza kufichua kuwa aliweza kuzungumza na kiongozi huyu wa Urusi na kwamba mazungumzo yalikuwa mazuri. Akasema, tulikuwa na mazungumzo mazuri na yenye tija na rais huyu Vladimir Putin wa Urusi jana, na uwezekano mkubwa kwamba vita hivi vya kutisha na vya umwagaji damu hatimaye vinaweza kumalizika, alisema rais huyu Donald Trump kwenye ukurasa wake wa ukweli wa jamii. Lakini kwa wakati huu sana, maelfu ya wanajeshi wa Ukraine wanazungukwa kabisa na jeshi la Urusi na katika nafasi mbaya sana na halisi. Pia alitoa wito kwa rais Putin kuokoa maisha ya wa Ukraine katika mkoa wa Kursk wa Urusi baada ya kuonya watajisalimisha au kufa. Nimemwomba sana Rais Putin kwamba maisha yao yaepushwe. Haya yatakuwa mauaji ya kutisha ambayo hayajawahi kuonekana tangu vita vya pili vya dunia. Mungu awabariki wote. Alimaliza kwa kusema hivyo huyu Rais wa Marekani Donald Trump ambaye ameonekana kupendezwa na kupongeza kitendo alichoweza kufanya Rais wa Urusi Vladimir Putin. Mtazamaji wa Sanduku la Habari, usikose kufuatilia chaneli hii, subscribe kama moja, subscribe, like, comment, share, ili uendelee kuwa wa kwanza kabisa kujipatia habari zetu zinazoruka ndani ya taifa hili, hata nje ya mipaka ya taifa hili. Karibu sana.